Maneno yanatoka katika Biblia, inasema kwamba ukamilifu wao wenye haki utawaongoza bali ukaidi wao wenye fitina utawangamiza. Haleluya! wewe ukiwa mkamilifu kama mtu mwenye haki mbele za Mungu, ukamilifu wako wa haki yako itakayokuwa nayo itakuongoza katika maisha yako, itakuongoza kila uendapo, itakuongoza lakini ok. Unasikia, ukiwa mkaidi kwa sauti hizi ambazo zinasikika mbele za watu wa Mungu, nakwambia kuambia ukaidi wako utakuangamiza. Mtu wa Mungu, ukaidi wako utakuangamiza, ukaidi wako utakufanya uangamie. Utangamia kwa dhambi unaoifanya, utangamia kwa ugumu wa moyo ulionao, uta